Na mimi nielekeze waziri wa TAMISEMI pamoja na wa ujenzi, barabara hivi waaminini wakandarasi wazawa wa kazijeni. Tulipitisha sheria ya kuruhusu wakandarasi wazawa wapewe kazi, ni lazima tuanze kuwaamini wakandarasi wazawa wafanye hizi kazi. Inatokea barabara mpaka za mtaani kilomita moja mbili tatu kilomita nne tunakutana na wakandarasi wote wageni. Miaka zaidi ya sitini ya uhuru, lazima tuwaamini na tujenge nguvu ya wakandarasi wazawa kwanza. Hii ni nchi yao, watakuwa wazalendo, watatekeleza mradi wakijua wanaifanyia kazi nchi yao. Na hili Waheshimiwa mawaziri, wala sio ubaguzi. Mungu ni mwema sana, kila watu waliwapa nchi yao. Tanzania ni ya wa Watanzania, wala msiogope kuwaamini na kuwapa kazi wa pangi. Mimi ni toleo la mbali kabisa la chuo kikuu cha Dar es Salaam, wapo wa mainjinia waliotangulia kama sisi, warika letu tumefika mpaka tunaweza kuaminiwa serikalini kuwa waziri mkuu injinia tuliyesoma naye anashindwaje kujenga barabara ya kilomita moja Wapatieni kazi hawa, wengine hawa wanaokuja, hawa wengine hawa wanaokuja watasimamiwa na wakandarasi wazawa, wawaombe kazi, wapewe subcontract kama ambavyo miaka mingi watanzania wazawa wamekuwa wakipewa subcontract na wageni, na kazi kubwa zinafanywa na wakandarasi wazawa. Hawa wanabaki kutembea na briefcase na, na suti. Kazi zinafanywa na wazawa, na wengine serikali inawalipa wanawababaisha, wazawa kuwapa fedha zao ambazo kazi imeshafanyika, wapewe na sheria. Daktari Samia Suluhu Hasani, kwa kuwapenda Watanzania, alishaitunga inaelekeza hivi Watanzania duniani kote, duniani kote, hakuna nchi ambayo wananchi wake wote wameajiriwa serikalini. Tunapojenga uzawa, tunapojenga uwezo wa wazawa, wanawaajiri watoto wa Kitanzania, tunapowajengea uwezo wa Tanzania wakawa na uwezo wa kujenga barabara kilomita hamsini kilomita mia pamoja na maeneo mengine kilomita mia mbili majengo na maeneo mengine, hawa watu lazima wataajiri vijana wa Kitanzania wanaohitimu masomo ngazi mbalimbali wanaohitimu ujuzi mbalimbali, na ili liende sambamba hata katika maeneo mengine maeneo mengine, kazi inayoweza kufanywa na mtanzania ifanywe na mtanzania kwa sababu nchi hii ya Tanzania ni yao yapitiwe mpaka na maeneo ya biashara. Biashara zinazoweza kufanywa na Watanzania zifanywe na Watanzania. Nielekeze a idara inayohusika ipitie upya kwenye kazi, kwenye biashara. Wapitie upya maeneo yote ambayo walishatoa leseni, wapitie na upya maeneo yanayoendelea kutoa leseni. Maeneo ambayo kazi inaweza kufanywa na mtanzania ifanywe na mtanzania. Maeneo ya biashara ambayo biashara inaweza ikafanywa na mtanzania ifanywe na mtanzania. Haya, lazima tuambizane ukweli, kwa sababu Mungu aliumba wa kila watu waliwapa isi yao. Tanzania ni ya Watanzania, na wale wengine na wenyewe wapewe kazi na Watanzania. wala hatuna haja ya kuogopa kwamba wataarimu. Atakaye haribu, tunashughulika naye. Na hata hawa mheshimiwa mkuu wa mkoa uliosema na mheshimiwa waziri umesema, mfanyakazi yeyote mzemu mla rushwa, wala msimhamishe, mfukuzeni kazi. Vijana wa Tanzania ambao wanaweza wakafanya kazi kwa uadilifu wapo wa kutosha kama zamani tulikuwa tunahamishamisha, enzi hizo hatukuwa na watu wa kutosha. Sasa hivi vijana wa kitanzania wa kuweza kufanya tunao wengi. Ambaye anafanya kazi vizuri, mpende sifa zake. Tuna watanzania wengi watumishi wanafanya kazi vizuri, lakini wale wazembe, wavivu, wala rushwa, wala wala msiwahamishe. Asiharibu wilaya hii, mtampeleka wilaya nyingine akaiharibu. Na hiyo mfukuzeni, wekeni mwingine afanye hiyo kazi. Mheshimiwa mwenyeji wetu, tumepita kukagua maeneo yaliyoathirika. Na mimi niungane na Mheshimiwa rais pamoja na mheshimiwa mawaziri wa waliotangulia kusema na wasemaji waliotangulia kutoa pole kwa wale wote walioathirika na tukio hili. Poleni sana. Tumekagua miundo mbinu. Lakini tukio hili lina madhara ya upotevu wa maisha pia. Na kwenye upotevu wa maisha wapo na ambao hawakuhusika na hawakuwa na hatia. Na kwenye imani yangu damu ya mtu asiye na hatia kumwagika, sio baraka. Na hili jambo nituelekeze wa Watanzania kwamba tunatakiwa tuangalie upya hatua zetu tunazochukua na, na ndio maana kwa ukubwa wa jambo hili, kwa ukubwa wa jambo hili Mheshimiwa Rais ameunda tume, na mimi ni waombe wa Tanzania jambo hili alilofanya Mheshimiwa Rais sote tuliunge mkono ameunda tume ya Watanzania, senior citizens, Watanzania wanaoheshimika, Watanzania wanaoheshimika wafatilie kwa kina jambo hili, tujue ni vizuri tukajua, ni vizuri tukajua undani wake kwa jambo hili. Hili ili si jambo la kwenda kwa hisia tu, ni jambo kubwa, si jambo la kwenda kwa hisia. Ndio maana Mheshimiwa Rais ametengeneza tume hiyo ya kuliangalia jambo hili. Na mimi niwaambieni Watanzania, kuna wakati kuna wakati, kuna wakati kuna wakati tunasahau hali ya nchi yetu, ndio maana mambo ya aina hii yanaweza yakatokea, na yakishatokea na mambo haya yakitokea, tunachukulia kwa uepesi, tunayachukulia kwa uepesi. Jambo kubwa na gumu tunalichukulia kwa uepesi. Tumuunge mkono mheshimiwa Rais kwenye tume hii, tuwaunge mkono wajumbe walioteuliwa, tuwape ushirikiano ili jambo hili liweze kutupa undani wa tukio hili jinsi <laughs> lilivyofanyika na hatua stahiki za kuchukua. Hili si jambo dogo, na kwa wenyewe ambao hamjafuatilia fuatilia mienendo ya nchi nyingi za Kiafrika, mnaweza mkaliona jambo rahisi tu limetokea Tanzania, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka, ka, ka uchaguzi, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka vyama vya siasa. Mimi niwaambieni nimekuwa mtukutu wa kufuatilia mambo ya ya ya, ya Panafrikanism tangu harakati zile zimezifuatilia za mataifa kuanzia yale yanapata uhuru na yalivyopata uhuru na jinsi yalivyoenda eh. Fuatilieni eh. Waombe wa Tanzania tuwe makini, tuilinde nchi eh. yetu. Vijana wa Tanzania tuilinde nchi eh. yetu. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania na niwaambie wana Dar es Salaam, Tanzania si mali ya serikali wala Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa wala si mali ya serikali, ni mali yenu wa Tanzania. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nimefuatilia tukio na nimefuatilia hapa nilipopita, ni ngumu kuamini kwamba hayo yametokea nchini kwetu, na baadhi ya watu wanachukulia kama mringo kadogo. Nanema, ukisema hawa wamechoma tu miundombinu, miundombinu hii si mali ya serikali inaitwa miundombinu ya umma, hii si mali ya serikali. Na mheshimiwa mkuu wa mkoa, mimi nimekaa pale hazina pale nimekaa pale hazina mara mbili, mwanzo nikiwa naibu waziri, na baadaye nimerudi nikiwa waziri. Hakuna fedha inaitwa hii ni fedha ya serikali, haipo. Fedha inayojenga barabara, hakuna fedha inaitwa ya serikali. Fedha inayojenga barabara hii ni fedha yenu ya Tanzania fedha inayojenga zahanati ni fedha yenu kila Mtanzania, mpaka mtoto mchanga anachangia kwenye fedha ya barabara, anachangia fedha ya zahanati, anachangia fedha. Hata kile kinachoitwa kituo cha polisi, si mali ya polisi, ni mali yenu ya Tanzania. Ukinunua shati, kuna sehemu ya fedha ina inaenda kujenga barabara, kufuatana na bei inayopewa Unajibana, unajibana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tanzania, mimi ninaowafahamu hakuna anayelipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi, hata ametaka mengine aende serikalini ili ijenge barabara. Wanajibana, kuna aina ya maisha mmejinyima ili barabara hizi zijenge. Kuna aina ya maisha mmejinyima ili vituo vya afya vijenge si pesa ya serikali, na hata palipoharibika, mtajinyima tena tuparekebishe. Muulizeni hata mkulima, ni mkulima yupi pia anaweza akalima shamba lake na akaenda akaliwasha moto mwenyewe? Si hali ya kawaida hii, hii si hali ya kawaida. Fedha inaitwa fedha ya serikali, fedha ni yenu Watanzania, ndio inayofanya maendeleo hayo. Sasa waangalieni sasa wanaoshabikia, kwa sababu jambo hili pia limekuwa na mashabiki wengi wengi, na wengi wao hawako ndani ya nchi yetu. Ha, hamjaona hata viongozi wakiwa wale pale, kiongozi siasa yule pale yupo na, na, na kamati kuu yake wako wa, halijawaka hivi, wanaoshabikia wengi hawako hata hapa Tanzania, hawako wao, hazipo familia zao, hamna uhakika kama bado wana uraia wa, wa Tanzania, na hata kama wanaongea Kiswahili, hamna hata uhakika kama bado ni wa Tanzania wanawaambia chomeni njia, chomeni barabara, chomeni na hospitali. Mkishamaliza kuchoma hospitali, anaugua mtoto wako, hospitali ilishachomwa moto. Yeye na watoto wake wako na hospitali pale pale, kuwa na mdomo huko ugaibuni, wali Dar es Salaam, shamba lao ni, ni, ni, ni kutembea shamba lao ni, ni miundombinu ya kumsogeza kutoka kituo kimoja kwenda cha pili. Maisha ya mwana Dar es Salaam, maisha yake ni, ni kutoka ni miundombinu ya kutoa eneo moja kwenda nyingine, sio serikali. Maisha ya mtu mmoja mmoja ya mwana Dar es Salaam ni kutoka eneo moja kwenda eneo lingine anakwepo mtu, yeye yuko nje aishi, anakuambia choma kile kinachokusogeza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Tutaishi mmejadilisha maisha ya yes, siku tatu nne yes, sikunaishii hivi. Yeye anayekuambia kule, anakoishi barabara zao hawaruhusu hata kutupa kizibo cha chupa, ndiko anakoishi. Hawaruhusu hata kutupa karatasi, ndiko anakoishi. Yeye anakuambia yeye, akwako choma na wewe huna fursa ya kwenda anakoishi anayekuambia choko wamejipa haki kwa wao ndo wa kweli wamejipa haki wao ndo wapenda Tanzania penda Tanzania gani? Anayeweza, anayeweza kuambia ulichomea, mnajua uraia wao, Kiswahili ndio kinawafanya mseme yao, kwa sababu anaangiza Kiswahili kwamba ni Watanzania. Wengine wamehifadhiwa mahali, si tunajua wengine juzi, juzi tu walikuwa masikini wenzetu u wanaomba na kocha na hela ya na na, na, na, na, na, na sasa hivi wameshakuwa matajiri wa kutunza vijana wa kuandika mtandao wametoa wapi hizo pesa? Na yule aliyewapa ana maslahi gani na Tanzania? Yule aliyewapa atarejeshaje hizo pesa? Wote wa, wale wote wale mkichoma zaidi nchi yenu, wao ndio wanalipwa zaidi. Wale wanaowalipa wana maslahi gani na Tanzania? wanawatunza nayasema haya, anajua mambo yaiu yakiwepo, wajue tunajua hiyo yote. Na mimi niwaambieni, niliwaambia mii, nimefuatilia siasa za Afrika kuanzia nchi zinapata uhuru, nimefuatilia hizo historia zao. Nchi zote zilizogundua rasilimali waliletewa uchonganishi wa aina hivi zote wewe kafuatilia, nchi zote zilizowahi kuwa na machafuko, sio nchi maskini. Maskini kwenye rasilimali zote, fuatilie sasa. Tanzania miaka yote imekuwa Tanzania ya amani, eti miaka tunayogundua kwamba tunakuwa nchi miongoni mwa nchi tano sita zenye gesi nyingi zaidi Afrika. Nchi tano sita zenye zenye akiba nyingi ya chuma, nchi tano sita zenye hifadhi nyingi zaidi ya makaya mazu, nchi tano sita zenye hifadhi ya madini adhimu mengi zaidi duniani, mambo ya uranium, mambo ya nickel. Kabanga kupale, ile diposti yake inaifanya Tanzania ile moja ya nchi tajiri ya diposti za uranium, hivyo hivyo eti ndio muda wa Tanzania wanatanga na wanaokuliza na wa, na wanao zaidi hiyo firindi hawako ndani ya nchi. Mmejua wanaongea na nani na nani? Mnajua wanatumwa na nani? Ni nani anayewalipa? Na mimi niwaambie waliowatuma na waliotumwa, wale wanaomezea mate ya rasilimali za Tanzania. Rasilimali za Tanzania zitalindwa kwa gharama isiyohesabika, zitalindwa kwa gharama yote yeyote. Watameza mate mpaka yataisha. Madini ya Tanzania, rasilimali za Tanzania, jeshi ya Tanzania ni kwa ajili ya Watanzania. Watameza mate yataisha na wale wanaowatumwa wawatume, watanzania amkeni. Hatupendi hivyo mnavyo, kama mnavyoambiwa kwamba mtu hayuko nchini kakaa kule, anatundwa yeye na familia yake na ukoo wake, alafu naambiwa huyo ndo anayekupenda na anakuelekeza, pita hapa, pita hapa ukachome, na hapa ukachome, na hapa. Jambo la ajabu kabisa. Kaka yangu Profesa Kitila anakumbuka kule kwetu Unyirambani na Usukumani kule zamani, kulikuwepo na tabia za kupiga wake. Sisi tulikuwa tunaonywa na wazazi wetu kwamba kama mmeenda zenu kuchunga, mwenzako akikwambia leo jioni twende tukapiga watu zetu, kuwa makini. Ukifika yeye boo, unasikia mlio, kumbe anapiga ngozi ya ng'ombe. Wewe unakunja miguu na mikono wakwako. Kesho wao wanaamka wako shambani. Anakuambiaje? tuchoma nchi yako na yeye haipo hapo, kwa ya kwake hawagusi Narudia tena nawaomba vijana wa Tanzania, Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde hii nchi. si mali ya vyama vya siasa, hii nchi sio mali ya serikali, hii ni mali ya Watanzania. Watanzania, nchi hii ni mali yetu na miundombinu yake yote hii, na narejea, hata ofisi ya serikali ya kijiji si mali ya serikali, ni ni dhamana, wanatumia dhamana ili watanzania wakapate huduma. hivyo hivyo Pana kazi kubwa. Ukitaka ukitaka kuona ukitaka kuona kinacholengwa ukitaka kuona kinacholengwa, kinacholengwa ni rasilimali. Angalia maeneo yanayoguswa, maeneo yanayoguswa ni maeneo sensitive ambayo binadamu wa kawaida hauwezi kuyagusa, ndio yanayoguswa. unaanza kutengenezwa ugonjwa unaohusisha dini zetu, unaohusisha imani zetu. Huyo mtu anaitakia mema nchi yetu? Ni familia gani ambayo utaikuta wao kwenye undugu wao wapo kwenye dini moja? Na ni familia gani hiyo utakaikuta? Tunaazama askofu, wazazi wao wamezaliwa, walikuwa Waislamu. Tuna mashehe, wazazi wao walikuwa Wakristo utaikusa familia gani ambayo wao kwenye ukoo wao wako kwenye dini yao pekee yao, wao kwenye ndugu wao na jamaa na kila jamaa wako kwenye dini hiyo hiyo yao? Lakini tunaletea hapa hivi. Nimejaribu hata kufuatilia baadhi ya maeneo eh, eh, kwa sababu ni mfano, itifaki zingatiwe. Nikaangalia hata mtangulizi wangu, nadhani yeye ni msikitini, mke wake kanisani Nina rafiki yangu mmoja wazin yee yeye wa kanisani, kwa mamake wa msikitini. Yeye wa msikitini, mamake wa kanisani. Na niwaombe viongozi wetu wa dini, mna haki na tunaheshimu sana ushauri wenu. Epukeni kupelekwa kwenye maeneo ya kipongajii. Ikitoka kwenu itaenda kwa waumini wenu, na ikifika huko hatutakuwa na nchi. Kaeni, mbona mna fursa zuri, huwa mnakaa. Kaeni, rudini kwenye utaratibu wa kukaa. Hata kama kuna eneo mna mitazamo tofauti, kaeni, mimalize mitazamo, tubakize